Na ingi, du, du, du, du. Karibu katika mahojiano maalumu hapa Daily News Digital. Kumbuka tunaelekea kumbukumbu ya Baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Leo hii tunayo waziri mstaafu lakini pia ni mwenyekiti wa taasisi ya kumbukumbu kumbu ya Baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na huyu si mwingine, ni baba yetu mzee wetu Paul Kimiti. Mimi naitwa Kulthum Ally nasema karibu baba, karibu. Daily News Digital imekutembelea, nashukuru. Mnapotukumbuka siku moja moja, mnakuja kutembelea ni e, vizuri na nyinyi mkapata mawili matatu mm, ya kutoka kwa wazee wenyewe, lakini ndio wazee tuliobaki. Ndio dawa. Ina dawa kabisa. Mimi nasema nafurahi sana, wala e, msisite wakati wote, nasi tukiwa na nafasi tunapenda mm, kukutana na nyinyi mm, kwa sababu yale ambayo tulio nayo mm. nadhani tukiwarisisha vijana inaosaidia, okay. wajue tumeanzia wapi mpaka tumefika hapa. Mtu ama mtanzania mwingine angependa kufahamu kwamba Paul Kimiti katika historia ya Mwalimu Nyerere ni nani? Utahitaji kweli muda, maanake Mwalimu Nyerere mi nilifahamu tangu zamani Deo. na amekuwa ni kiongozi ambayo nasema amenilea na kunitunza mpaka kunipa nafasi zote lakini Baba wa Taifa, kwa taarifa ya komi, naitwa Paul Kimiti, mzaliwa Sumbawanga. mhm mm nimezaliwa miaka 85 iliyopita, ndio ndio, hivyo umri wangu, na teke na sogelea kwenye themanini na sita lakini yote nikumshukuru Mwenyezi e, Mungu, kwa Mungu ashukuri kwa sababu wakati mwingine mm -hmm. watu mpaka wanashangaa, mzee unakula nini mm. nasema, -hmm. utaona mwenyewe Mwenyezi Mungu ndiye anajua namna anavyokupa maisha yako, ana sababu zake. Sasa mm -hmm. nimezaliwa Sumbawanga, nimekulia Sumbawanga lakini nimesoma sehemu mbalimbali. Mm. Sekondari huko Mzumbe, mm. vyuo vikuu nimekwenda hasa vya Ulaya ndio nilikwenda. Mm. Kwenda Marekani, kwenda Holland, Bulgaria, mm. mambo ya, ya kilimo tu. Mm. Na huwezi kuamini mimi niajiriwa kuwa bwana shamba mwaka 1959. Nikiwa bado mdogo, namaliza tu shule ya sekondari nikaingia bwana shamba. Hata mm. kabla ya kozi. Mm. Nimekaa kule mpaka wazee wakasema, "Hey, wewe mtoto, hizi kazi

namshukuru Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere kwa alinilea sana alinilea okay, sana kwa kweli. Baada ya kumaliza shule zangu, ndio nilipokwenda Ulaya, ndio mara yangu ya kwanza kukutana na a ana ana, na mwalimu na Mwalimu Nyerere na mm. mm. mwaka elfu moja mia tisa ilikuwa sitini na nne, amekuja kutembelea huko. Mimi nasoma mwaka wa pili diploma ya kilimo mm. Baba Taifa alipokuja akatukuta, na bahati nzuri, sikufichi napenda somo vitabu vyake vingi sana mm. kati ya vitabu ambavyo nilikuwa na viheshimu ni tano na raia tujisahishe uhuru na maendeleo mm. uhuru na ujamaa mm. vitabu vya mwalimu vinakupa hekima. lakini usisome tu unasoma lakini na kuweka katika utekelezaji wake ndio maana wewe kama kama una habari mwalimu alipokuja Holland alikuta mimi nimeanzisha na bendi bendi bendi kabisa bendi ya mziki ya ya... mziki, mimi napiga a ja gitaa mpaka sasa. Wewe nipiga gitaa, itabidi ah, leo tupigie kidogo kabisa, na tutaimba wote, tutaimba tutaimba kidogo, ili watu wakujue ukitoka kuwa kiongozi <laughs> ni mtu <wa> aina gani? <laughs> Basi nikapiga nyimbo zangu huko, lakini bahati nzuri, kwa taarifa yako, wazungu mm. walipenda sana ndio yeah. Nikakusanya wenzangu ambao tulikwenda kusoma, tukasema, jamani, tutunge nyimbo za kukumbuka nyumbani, yeah. basi Afrika tu wimbo moja ilikuwa mzuri mpaka wazungu wakaja na kampuni yao ya Philips. Philips ni kampuni kubwa sana ya Holanzi ile ambayo ilikuwa inatengeneza mafriji e, eh, Philips video, video ni ni, kampuni hiyo kwa kweli ikasema huu, uh, uh, wimbo tuna rekodi hmm. na wale wimbo nilikuwa nazungumzia, nikiwatakia baraka wa Tanzania, hebu fikiria, naimba salamu nyingi tu, warushia vijana wetu na wananchi na nchi yetu Tanzania, tuwaitakia yeri. Yeah. Hebu fikiria. Tunafikiria tusema tuko ugaibuni. Lakini bado nchi yetu nataka iendelee kuwa ya amani na utulivu. Hebu fikiria miaka hiyo. Ndio miaka hiyo. Miaka hiyo sitini na nne so... sana. Mm. Na ndio kipindi hicho ambayo ulisikia mm. nikamchangia mwalimu dola elfu ishirini. Oh. Mm. Dola elfu ishirini mwaka 64 bado anasoma. Mm. Sasa Mwalimu mm. ulishasema katika vitabu vyako ya kwamba wale wanaopewa elimu mm waende wakapate maarifa wakirudi watusaidie kujenga nchi yetu. Sasa mimi najenga kwa vitendo, sio kwa maneno mm. tu. nimepata hizi hela, mwalimu nakurudishia, ili zisaidie wengine wasome na wenyewe waje kujua. Akishangaza, akuamini ini, una shida na hela? Kasema <laughs> <laughs> mimi mnaletea bure, mnanisomesha bure, mnaleta pocket money, nalala bure na kila kitu bure, hela ya nini? nataka isaidie kule nyumbani. Mwalimu alishangaa sana, wangapi wana akili kama hizo? Na kweli dola elfu ishirini kipindi hicho. Basi nikazitoa, mfadhili wa taifa kama litumia kwenda kuleta wanafunzi wengine wasome. Huo ndio mwanzo kukuta na Mwalimu wale sitini <mimu> na nne, na kwa kupenda sera zake nikasema, tekeleza kwa vitendo <mimu> sio kupiga maneno tu <mimu> na ndio maana iporudi kwa ni chukua. Nikiingia yeah. kwenye makao makuu ya chama. Hebu fikiria. Nimekuja mm. na utaalamu wa kilimo wote kwenye vipindi vya makao makuu ya TANU, maneno redio natangaza a ujamaa, historia fupi na yako mingi tunaweza kuzungumza, lakini hiyo kwa kweli ndio kuonyesha mimi na mwalimu damdamu. Okay. Mm. unakuta mtu anakwambia Mwalimu Nyerere ni mfano wa kuigwa. Mm. labda kwa nini? Hapana, ni mfano wa kuigwa. Kwanza siasa yenyewe, mm. alikuwa akiamua, mm. kuzungumzia juu ya siasa na anasimamia na kutekeleza kwa vitendo. Hakuwa yeah. na tabia ya kusema lakini kutenda tofauti. Nitakupa mm. mfano, siasa ya ujamaa ni kuhakikisha kwamba wote mnaishi kwa kuheshimiana wote mnaishi chochote mnachopata mgawane, mpate wote sawa, ingawa isiyo sana, lakini msije mkapishana sana. Alileta mpaka sera moja ambayo inashughulikia juu ya bei, juu ya mapato na mishahara mm, na tulimpata profesa mmoja kutoka Ghana anaitwa profesa Adu yeah. Adu alileta ripoti ya kusema ukitaka kufanikiwa siasa yako, angalia mishahara ya wafanyakazi isizidiane sana mm kima cha chini kikiwa thelathini elfu mm. cha juu kiwe laki tatu msizidiane mara kumi, kwa sababu hao binadamu usio kadharau, usimwone mfagia chooni ukasema unamshinda akili na uwezo mara mia moja. Ni roho elimu yako ndio imekufikisha angalau na imekuwa mkuu wa idara na nini. mm. Kasema hii tabia ya watu kuzana mishahara bila kujua hata wale wanaofanya kule hiyo mfagia ni sehemu ya familia, lazima usi kamshinda mara mia moja. We mtu wa ajabu, mpaka unamshinda mwenzako kiakili na mapato mara mia moja. Unafanya nini zaidi ambayo yeye yeah, hawezi kufanya mm -hmm. Hiyo ugomvi ulianzia hapo. Na kweli kipindi hicho mishahara ya chini ilikuwa mtu wa mkubwa hawezi kuzidi, ilikuwa kwa mfano mtu wa chini alikuwa anapata shilingi labda elfu kama ni elfu moja najua mfano, yeah, mfano eh, mm. Sasa wajuu lazima mm. apate mara kumi ndio ona, itakuwa elfu mm. kumi ndio mm. itakuwa mshahara wa mtu wa juu, tofauti elfu moja na elfu kumi mm. ukiwa na laki tatu ni milioni tatu. Mm. Ukiona, milioni tatu anapata milioni moja huyu mwingine ni milioni kumi n yani, tofauti sio zaidi ya mara kumi okay, lakini unaona sasa tofauti kubwa sana kati mshahara ya mshahara wa hali ya chini na wa juu unaogopa tofauti ni nini nini? Mwalimu ndio alikuwa anasema lazima uelezee tofauti alizotoa, isionekane mnapendeleana, kwa sababu mko mm -hmm. ndio mnaamua, lakini wote, misingi yetu ni usawa wa binadamu mm -hmm. wote wanastahili heshima, wote wanastahili kupata haki ndio mm na ndio maana nasema -hmm. asili ya uongozi wetu ni mama wawili tu, sio zaidi mm -hmm. kwanza ni watu ndio wanakuweka wewe kwa kiongozi, pili watende haki Mm. -hmm. Ukitekeleza huyo utaona unaishi kwa amani, utulivu Kulifu na upendo. Na na umoja na upendo. Na watu watakuwa na kushangilia kila mahali. Mm. Uh... Misingi hiyo tuwekea kwa kweli sikufiji eh, binti yangu kwa sababu hata amani unayoona hii ni msingi ya Baba wa Taifa. Ni lazima tuwe uangalifu. Tukikiuka tu kwenda tofauti utaona atakavyotokea. Mm, kweli. Tutaburugana katika nchi. Mm. Na hiyo ndio tunaomba kabisa misingi ile tutakuwa tunakwenda hata kama tofauti. Nisiwe kubwa sana sasa, mm -hmm. Hii nashukuru kwa sababu ndio ilifikia mahali fulani kasema Mwalimu eh, ingawaje alifikia mahali fulani mpaka akapendekeza nigombee urais uraisi, mm -hmm. eh, lakini misingi aliona ambao nikuonaifuati na kusimamia, mm -hmm. alifurahia sana, anaweza kusaidia kweli, mm -hmm. mm -hmm. i niko wakati huo sikufichi, mm -hmm. nikuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya mwaka tisini na tano amekuja pale Mei Mosi amekuja pale nyumbani. Anasema, Kimiti, kuna wenzako wako 17 umeomba kipindi hicho. Ndio. Ya ja Mkapa. E, waliomba zabuni watu 17. Eh. Wakinaeka soka e, au kinadai e, watu wengi wengi wale. Wewe mbona huombi, na wewe una qualification kuliko wengi waliomba. Kesho kwa nini? Umesha kuwa waziri, umesha kuwa mkuu wa mkoa na kazi zako tumeziona, pa umepata medali. Mzee Mwinyi alikupa medali. Kwa utumishi wako. Yo, unaogopa nini? Kasema mzee. Sikufichi. Mkoa wenyewe unavyotoa jasho. <laughs> Nakuta hamna maji, hamna barabara, hamna elimu ya kutosha ni. <laughs> <sinda> <laughs> na nini. Mm. nchi nzima sitakufa kabla. Alicheka sana akasema, "Wangapi wana akili namna hiyo?" Ndio kipindi kile unakumbuka alizungumza. Mm. Watu wanakimbilia Ikulu wanadhani kuna nini kule? Kuna nini kule, alisemea Mbeya pale. Mm. Mpaka wako radhi hata kuhonga ili waende Ikulu. Unajua, mzee yule bwana Hmm. Alijua Ikulu ni mahali pa matatizo, kusobu problem ya watu wako, ndio kazi mojawapo hiyo sasa. hmm. Mi namshukuru Mwenyezi Mungu, nikasema katika misingi, sikufichi binti yangu, nikasema siwezi kusahau baba aliyosema wakati anafariki kusema nchi hii ameacha ikiwa na umoja na amani na utulivu, na kwamba Watanzania wasidhani wananchi nyingine ya kwenda Tanzania ndio mama yao ndio baba yao Kwele. kufa na kupona. Sasa sisi ndio tutazidi kuwakumbusha wakitaka kutoka nje ya mstari tunawarudisha, jamani mm -hmm. maneno ya Baba wa Taifa mm -hmm. tuyalinde, tuje tukaingia katika matatizo bila sababu za kutosha. Mwalimu Nyerere alikuwa kwa, anaamini sera ya ujamaa na kujitegemea mm. sana sana, sana, sana. sana. Eh, labda ni kwa nini, labda baada ya wewe kukaa naye kufanya naye kazi mm. hapana eh, misingi unajua yule alikuwa kwa, kwanza sikufiche fichi mkatoliki Mkatoliki kabisa, yeah. Tena sio wakubabaishani, wakweli. Aliogopa sana kutumia mali za wananchi kwa faida yake mwenyewe. Nenda nyumbani Butiama, utashangaa, mpaka watu wanasema, huyu mzee. Jamani, hata na urais wenyewe, vijumba vyenyewe vya kawaida vya nini, hata siku moja ataa kumjengea ghorofa pale

pawe na raha, penye matatizo pawe na nini, na ndio kaweka na wimbo ule, si tunataka kuwasha mwenge umulike mm, yeah. ilete matumaini pala matumaini ndio hayo mm. Lete raha mahali ambapo kuna chuki na heshima, ambapo mpaka kaingia Afrika nzima sasa. Huyo ndio tabia yake, na tabia ya hiyo sio ya kuigiza, ni yake, imo ndani ya moyo. Ingekuwa ni ya kuigiza angeweza kubadilika. Na kitu kimoja ambacho sisi nakumbuka, alifikia mahali fulani, labda nyie mkumbuki enzi hizo, alianzisha kitu kinaitwa RTC. Hey, alipoanzisha RTC shabaha yake ilikuwa ni usawa ule ule, ya kwamba kama tunasema wote ni ndugu wote tunasema ile heshima wote tunataka kala tugawane mali ile tu. Mm. Akasema kwa nini tusio na chombo ambacho kitakuwa kinasimamia mali zote hizi? Ukienda Sumbawanga bei ya mchele iwe ile ile. Ukienda Tabora bei hiyo hiyo. Ukija Dar es Salaam hiyo hiyo. Hmm. Isionekana kwa ajili mtu yuko Sumbawanga bei uweke juu kwa juu sa vile unamuumiza. Hmm. Mungu ndiye amemweka kule. Mm. Uwezi kusema kwa ajili yuko mbali basi bei yake ndio wakaanza ku standardize nakumbuka bei mm, ya, ya mm, petroli si kupishana sana ama si vya petroli si siku hizi karibu ni shilingi elfu ngapi elfu mbili mia mm, saba au ngapi? Alafu ambali kule si utauzia elfu saba unawaumiza wale wa mbali, ule umbali wao sio kwamba walitaka wakae mbali, ndio mazingira mwenyewe wamefanya wakae mbali, lakini ni sehemu ya watu hawa, unaona misingi yao mm. Lakini pia akaendelea zaidi kusema haki kwenye mama

ni kufuatana na mazingira ambayo tulikuwa nayo kipindi mm. hicho. Mimi mm. na imani kabisa tutafikia mahali fulani mm. pole pole. Hatuwezi kutekeleza yote kwa jumla, mradi tu mtu umempenda tu, unaona mtu tayari mm. anapata kadi barabarani mm. na misingi ya chama anaweza kuwa hajui, amevutiwa tu kwa sababu ya mazingira hayo. mm. mm. Ndio wanasema tuna problem mbili. Problem ya kwanza alipenda watu, unapowaambia nataka kufanya kitu fulani wajue washirikishe kuanzia mwanzo mm. shabaha madhumuni yake mpaka mm. mwisho wake, na hii inisaidia sana mm. nisaidia hapa kupata angalau commitment ya watu, na ndio maana mimi kila wakati watu mwingine huwa nazungumza falsafa zangu, wanasema Mzee Kimiti ana falsafa nyingi e. Eh. e, eh, kuna moja li, wa, wakasema ya tate tito ndio eh, e, eh. Hiyo nilikuwa naitaka uniambie ilikuwa ina maana gani ya tate tito tu. <laughs> Hiyo niliona kwa sababu ni kadhani, E, tusipoangalia tutakuwa na watu ambao hatujapa misingi ya namna ya kuendesha nchi, lakini viongozi na wale ambao ni wasaidia viongozi mm. lazima waishi katika falsafa ya tate titotu. titotu ta, nikasema tangaza sera za nchi yako yes. kama ni chama mm. sera ya chama mm. chako tangaza te mm. tetea zile, zile tetea sera, sera utetee mm. kabisa msimamia mm i ti, timiza wajibu wako mm -hmm. Unapopewa sera misingi yake timiza nayo wajibu wako mm -hmm. Toa to ushauri pale unapoona hapa hapaendi vizuri mm -hmm. Usiogope hapa ni, ni, ni chama chako i mm nasema jamani -hmm. Lakini hapa tunateleza hapa hatufiki mahali popote mm -hmm. Mnakaa niazungumza ndani ya vikao mm -hmm. Lakini tu tubu kama unasaliti chama chako unaona mm -hmm. Nikasema hizo ni falsafa ambayo zinasaidia sisi, mm. Sisi watu wa, wanakwenda tu bila utaratibu unaotakiwa mm. Na nikasema jamani, nchi hii tunaweza kuiua hivi hivi kwa kuchukua mambo bila kuzingatia hii misingi ambayo inafanyia nini. Nashukuru na hata upande wa dini waliipenda sana madhehebu mm -hmm. ya dini mm. Na siku moja nikazungumza na Wakatoliki wenzangu mm hiyo -hmm. tutaitumia na sisi kwa sababu tangaza imani ya dini yako, tetea imani yako mm. timiza wajibu wako, toa sadaka na nini mpaka mm. unatuma nyingi warushie vijana wote wa. nchi yetu, Tanzania.